Wakurugenzi mipango, mko hapa. Wakurugenzi utumishi, mko hapa. Twendeni tukasimamie majukumu yetu ipasavyo, wala hakuna ishu ya migogoro. Tunagombana nini? Kila mmoja ana majukumu yake. Hakuna mtu ambaye ameingiliana na majukumu na mtu mwingine. Wasaidieni makatibu wakuu wenu. Mkurugenzi utumishi, unaletewa barua ya mtu comment unaoandika nimeona maana yake nini? eh mshauri katibu mkuu hapa, lakini unaandika nimeona sawa, umeona kweli, hujatusaidia sijui uwezo au ndio muhali. Hao watu wote wanaosikia wanalalamikiwa, hakuna mtu amepewa adhabu hata mmoja. Usimwonee mtu, weka taratibu zilivyo, kama kuna barua ya onyo ionekane. Kuna watu kazini hawaji. Juzi nilikuwa naangalia eneo moja, hawajui wenyewe kama najua, lakini mpaka saa tatu na dakika arobaini watu waliopo ofisini chini ya asilimia arobaini Waziri yuko hapo, katibu mkuu yuko hapo, mkurugenzi utumishi yuko hapo, hakuna kitu chochote. Nasubiri rais aseme, nasubiri makamu aseme. Anzeni nyinyi. Kama unaona kuweko hapo muhali, sema, tukupangie eneo jengine. Kuna watu maofisini hawana nidhamu hata moja, hakuna hatua inaochukuliwa. Chukueni hatua. Taratibu zifuatwe, waonyo wapewe onyo, wa kusimamishwa kazi asimamishwe wa kazi, na wa kufukuzwa afukuzwe. Unajua, kama hatujaonesha mfano maisha hatutakaa vizuri. Msimuonee mtu, lakini anaestahiki kufukuzwa afukuzwe. Maana huyu kama anastahiki kufukuzwa usipomfukuza, maanake hujamtendea haki huyu, haki yake ni kufukuzwa. Tulitaka tutulete hii message kwamba kipindi hichi cha pili cha serikali ya awamu ya nane, Mheshimiwa Rais ametuelekeza twende na kasi kubwa, na mimi niliahidi wale wote ninaowasimamia tutakwenda kwa kasi kubwa. Tumeona tushuke tutakwenda na maeneo mengine, kila mmoja apate taarifa hii. Asiyeweza basi, tupishe wale wengine wanaoweza. Kuna watu bado ni energetic, wana nguvu na wana hamu ya kufanya kazi, wana uwezo. Tushirikiane, tusaidiane, ili mambo haya yaende vizuri.